Tunamsherekea miaka mingi ya kuzaliwa ya mzee wetu Simba, kama mnavyojua jamani. Happy birthday to big brother our idol, our icon, our icon, our industry machine by the way, birthday imemkuta akiwa anaedit video kwa ajili ya kuwapa <laughs> uh, <Yes>. mashabiki jamani <laughs> video ni nyingi, mtu wapumziki mi nakushukuru, <inaudible> sana tu wote hapa nashukuru. Lakini juzi kati hapa kuna kitu kimoja ulikifanya ambacho mi nakupongeza sana, chakula na ka ule jamaa nani sana. Bacteria. Bacteria. Yeah.

Yo, guys, bana, happy birthday dear Simba, happy birthday to you. Tunamsherekea miaka mingi ya kuzaliwa ya mzee wetu Simba kama mnavyojua, jamani, happy birthday to big brother, our idol, our icon, our industry machine, Simba Lion, happy birthday. By the way, memkuta akiwa na edit video kwa ajili ya kuwapa mashabiki jamani, video ni nyingi, mtu wapumziki

hela ya, si ya, ya bakteria hapa jamani, tunashukuru sana. Sijui niseme nashukuru kiasi gani? Hela hii hapa jamani, katoa Diamond Platinum simba kwa ajili ya bakteria. Tumwombe Mungu aende, shukrani sana sasa hivi dunia inabadilika, birthday watu wakatoka kupokea zawadi, ila mzee birthday ndo katoa zawadi. Yani katoa mm. Kaenda huko, imagine tu nile keki birthday yake, zawadi yangu, acha tu nile keki milioni thelathini na saba, acha tu nile keki dola elfu at... kumi na tano ma kupea <laughs> <laughs> <laughs> <lekeki. Koy> <laughs> yeah, unahesabu